Oh yes, hatimaye Napoli ndio mabingwa wapya wa ligi kuu nchini Italia Serie A. Ee bana, leo tumetoka kushuhudia vita kwelikweli, vita ya kuitafuta ubingwa wa ligi kuu nchini Italia Serie A. Ee bana, limepigwa kandanda safi kabisa. Kulikuwa na michezo miwili ya ligi kuu nchini Italia Serie A ambapo Como walimkaribisha Inter Milan huko, huku Napoli wakimkaribisha wakimkaribisha Cagliari. Ee bana, wawili hawa Inter Milan pamoja na Napoli walikuwa na tofauti ya alama moja tu. Eee, alama moja tu imewanyima ubingwa wa Inter Milan baada ya Napoli kushinda goli mbili kwa sifuri dhidi ya Cagliari, lakini pia Inter Milan walifanikiwa kushinda goli mbili kwa sifuri lakini wameoga, hawajaenda mjini. Napoli wanabeba ubingwa wakiwa na alama themanini na mbili huku Inter Milan wakiwa nafasi ya pili wakiwa na alama themanini na moja tofauti ya alama moja imeweza kuwapa ubingwa wa Napoli wa Serie A. Ebana ebana, ilikuwa noma sana kazi. Waliotumwa Kagria wameshindwa kuifanya kazi ya kuhakikisha wanamzuia Napoli kushinda katika mechi ya leo. Sasa Inter Milani rasmi wamepoteza taji la ubingwa la ligi kuu ya nchini Italia Serie A. Matumaini yaliyobaki ni fainali ya UEFA ambapo wanaenda kukutana na Paris Saint-Germain. Je, yeah, Milan wataweza kupoza machungu kwa kuchukua UEFA Champions League msimu huu. Drop ya comment hapo kwenye comment. Hapa ni super niupetrav ya Dino Television. Endelea kutufollow kutufolo kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Oh yes, Napoli ndiyo mabingwa wapya wa ligi kuu Italy nchini ital sriaa bana. Leo tumetoka kushuhudia vita kwelikweli, vita ya kuitafuta ubingwa wa ligi kuu nchini Italia Serie A bwana, limepigwa kandanda safi kabisa. Kulikuwa na michezo miwili ya ligi kuu nchini Italia Serie A ambapo Como walimkaribisha Inter Milan, huko Napoli wakimkaribisha Cagliari. Bwana wawili hawa Inter Milan pamoja na Napoli walikuwa na tofauti ya alama moja tu eh, alama moja tu imewanyima ubingwa Inter Milan baada ya Napoli kushinda goli mbili kwa sifuri dhidi ya Cagliari lakini pia Inter Milan walifanikiwa kushinda goli mbili kwa sifuri lakini wameoga hawajaenda mjini. Napoli wanabeba ubingwa wakiwa na alama themanini na mbili huku Inter Milan wakiwa na nafasi ya pili wakiwa na alama themanini na moja Tofauti ya alama moja imeweza kuwapa ubingwa wa Napoli wa Serie A. Ah, e bana e. Bana, ilikuwa noma sana. Kazi walotumwa Cagliari wameshindwa kuifanya kazi ya kuhakikisha wanamzuia Napoli kushinda katika mechi ya leo. Sasa Inter Milani rasmi wamepoteza taji la ubingwa la ligi kuu ya nchini Italia Seria A. Matumaini yaliyobaki ni fainali ya UEFA ambapo wanaenda kukutana na Paris Saint German. Je, yeah, Inter Miran wataweza kupoza machungu kwa kuchukua UEFA Champions League msimu huu? Drop ya comenti hapo kwenye comenti. Hapa ni Supertrav ya Dino wa Television. Endelea kutufolo kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Oh yes, hatimaye Napoli ndio mabingwa wapya wa ligi kuu nchini Italy Serie A. Ee bana, leo tumetoka kushuhudia vita kwelikweli, vita ya kuitafuta ubingwa wa ligi kuu nchini Italia Serie A. Ee bana, limepigwa kandanda safi kabisa. Kulikuwa na michezo miwili ya ligi kuu nchini Italia Serie A ambapo Como walimkaribisha Inter Milan huko, huku Napoli wakimkaribisha Cagliari. Ee bana, Wawili hawa Inter Milan pamoja na Napoli walikuwa na tofauti ya alama moja tu. Eh, alama moja tu imewanyima ubingwa wa Inter Milan baada ya Napoli kushinda goli mbili kwa sifuri dhidi ya Cagliari, lakini pia Inter Milan walifanikiwa kushinda goli mbili kwa sifuri lakini wameoga hawajaenda mjini. Napoli wanabeba ubingwa wakiwa na alama 82 huku Inter Milan wakiwa nafasi ya pili wakiwa na alama 81. Tofauti ya alama moja imeweza kuwapa ubingwa wa Napoli wa Serie A. Ebana, ilikuwa noma sana kazi. Waliotumwa kagria wameshindwa kuifanya kazi ya kuhakikisha wanamzuia Napoli kushinda katika mechi ya leo. Sasa Inter Milani rasmi wamepoteza taji la ubingwa la ligi kuu ya nchini Italia Serie A. Matumaini yaliyobaki ni fainali ya UEFA ambapo wanaenda kukutana na Paris Saint-Germain. Je, yeah, Inter Milan wataweza kupoza machungu kwa kuchukua UEFA Champions League msimu huu? Drop ya comment hapo kwenye comment. Hapa ni Super Travel ya Dino wa Television endelea ya kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.